Ya, MC Garabi, kwanza taarifa imekufikia kutoka kwa nani? Taarifa ya kwanza ilikuwa kutoka kwa binti mmoja anaitwa Stella. Huyu Stella alikuwa ni mfanyakazi wake Pilipili, miaka ya nyuma alikuwa mm -hmm. mm, alikuwa ni sekretari wake. Kwa ye amenipigia akitaka, akitaka uhakika. Sawa, ndio kwa hiyo nikawa mimi sina uhakika, sina mtu, alikuwa amenishtukiza na hiyo taarifa, kwa sababu nimpigie mtu ambaye anaamini kwamba of course na mimi naamini kwamba nitapata taarifa kamili, ambaye ni geje wake, yes, na akanithibitishia kwamba ni kweli, though yeye yuko Dar, lakini mauti amempata Pilipili akiwa Dodoma. Na Pilipili alikuwa, alikuwa mzima tu, kwa sababu leo alikuwa na harusi, leo Jumapili alikuwa na harusi ambayo atakayoifanya, kwa hiyo amefika Dodoma nafikiri kwa kuna maandalizi yake ili baadaye baadae aende akafanya kazi yake ya harusi hapo Dodoma. Kwa hiyo taarifa ni kwamba alikuta tu kwamba kama hajiwezi ana nguvu na nini, wakamsaidia kumpeleka hospitali na baadaye ikapatikana taarifa kwamba Pilipili zimamo, na ikawa mwendelea kupata taarifa mbalimbali kutafuta taarifa za watu ambao wako Dodoma kweli kwa mtu kanaambia iko mocho amemwona. Kwa kweli Pilipili, kwa kweli ni e, habari ya kushtukiza na kuzingatia tu, na majuzi umetoka wasiliana, nilikuwa na shughuli ya kijana wangu pata uh, komunyo hapa, na nilimwalika akaniambia atenda Dodoma, ila akirudi atamletea dogo zawadi. So uh, mbacho kinasikitisha, kinasikitisha, kinasikitisha, ni kitu ambacho kinasikitisha, ukizingatia ni kipindi ambacho Pilipili kama alikuwa ameanza anaanza kurudi yule umoto wake na nini ha hivyo nimewasiliana na watu kadhaa kadhaa ikiwemo pia mheshimiwa Mavunde, nimeongea naye muda fulani ameniambia anaelekea mochwari. Kwa ni hapa pia nasubiri taarifa mheshimiwa Mavunde, pia natujua taratibu nyingine tutakuwaje. So far asee, pole sana uh, we ni mtu ambaye ulishiriki kwa kiasi kikubwa sana kumrudisha he eh, najua hapa katikati mm, alipitia mambo mengi sana mm, lakini baada ya kushaini na kiatu chake cha dhahabu nafikiri hiyo pia ilikuwa mm, ni kama public sympathy, yaani kwamba watu walimwonea huruma na we pia uliguswa ukaamua kuanza kumsaidia na kadhalika. Alikuwa amestawi yeah. kwa kiasi gani, mpaka bahati mbaya anakuja kufariki? Alikuwa e, yani alikuwa amestawi, amerudi, amerejea kwenye maisha yake ya zamani. Kwa kiasi gani, was very okay. was very okay. kipindi cha mwishoni hapa, kuna watu wanafikiri labda alikuwa na banali depression na nini, no Pilipili was very okay. na amerudi kazi, imeweza kuwa nyingi, simu zinaita sana yes, ina, always amekuwa ni mtu akaniambia, daadana kushukuru, nakushukuru, nakushukuru, nakushukuru, lakini pia kama hivyo alikuwa ameanzisha mpaka mapodcast na nini, yani alikuwa na vitu vingi, na sasa Pilipili alikuwa ameanza kuwa na mipango mingi ya kuanza kustawisha ile ngome yake. Oh, you see yeah. anapete zake like, ambayo zilikuwa know, zinakuja end of the mameanis I the end of the years mm -hmm. anafanyaga, na kwa hiyo alikuwa amerudi, he was okay, na hii you niamekwambia know, mm -hmm. alikuwa na kazi, alikuwa na kazi, anaenda kazini, so hivyo mauti amemkuta akiwa Dodoma make Dodoma ndiyo kwao huko Tuendelee kufanya mawasiliano kujua tunamsindikizaje ndugu yetu. Sawa sawa, pole sana kushtukiza. Asante sana.